Hii ndiyo nchi yenye viongozi wazee zaidi duniani. Kamerun, taifa la takriban watu milioni 30, limekuwa gumzo hivi karibuni kwa sababu ya umri wa wale wanaoongoza nchi hii. Kwa zaidi ya nusu karne sasa, nchi hii imekuwa chini ya rais mmoja, Paul Biya. Alizaliwa Februari 13 mwaka 1933. rais huyu mwenye umri wa miaka tisini na miwili bado katika uchaguzi mkuu wa hivi karibuni ametangazwa tena kuwa mshindi kwa mara ya nane mfululizo. Paul Biya ndiye rais mzee zaidi duniani aliye madarakani, lakini la kushangaza zaidi si yeye peke yake katika serikali ya Cameroon. Rais wa seneti Marcel Niat Njifenji ana miaka 91, rais wa bunge la kitaifa Kavaye Yegue Jibril ana miaka 85, Mkuu wa majeshi Rene Claude Meka ana miaka 86. Rais wa mahakama ya katiba Clement Atangana ana miaka 84, yeye ndiye aliyemtangaza Paul Biya kwa mshindi wa uchaguzi huo. Jaji mkuu wa mahakama ya juu Daniel Mekobe Sone ana miaka 79 na waziri wa sheria Laurent Esso ana miaka 83. Ni kama baraza la wazee hivi. Eti uzee ni hekima, lakini pia kwa wingi, hii ni ishara ya kizazi kisichotaka kuachia hatamu za uongozi. Kwa miaka zaidi ya arobaini, Paul Biya amekuwa uso wa mamlaka nchini humo, mara nyingi akiwa anaishi nje ya nchi hii kwa muda mrefu, wakati wananchi wake wakipaza sauti wakitaka mabadiliko. Mimi ni Alan Otungu, sina cha ziada kufikia hapo. Kwa heri mtazamaji.